Bado moto umewaka ndani ya chama cha Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo, ambacho kimetoka katika kikao kizito baina yake na msajili wa vyama vya siasa nchini. Mkutano na waandishi wa habari ambao wameufanya majira ya asubuhi, tunazungumza tarehe 19 Machi 2025, umetoa mwanga ama mwelekeo sasa wa hayo mapambano, hizo harakati ambazo walizizungumza eh, hasa John Mnyika aliposema nje ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwamba wataendelea na kampeni yao ya tone, eh, tone, tone lakini pia mpango wao wa no reforms, no election. Sasa, na alisema kwamba watatoa ratiba ya uh, shughuli hiyo ya ajenda kuu ambayo ndio dira ya sasa ya Chadema katika mwaka huu 2025. E, taarifa kutoka kwa e, kiongozi mwandamizi e, naibu katibu mkuu wa Chadema upande wa Tanzania Bara, Amani Ngolugwa amezungumza na waandishi wa habari katika kikao ambacho kimefanyika e, katika makao makuu ya Chadema Mikocheni, Dar es Salaam, na ameeleza operation namna ambavyo inaanza kwamba wataanzia katika nyanda E, nyanda ya, ya, ya, ya, ya, ya Nyasa katika uh, uh, kanda ya Nyasa ambayo inajumuisha mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya na Iringa katika utekelezaji e, wa no reforms, no election, na wataanza tarehe ishirini na tatu. Kwa hiyo ni rasmi Chadema wanaanza tarehe ishirini na tatu, tunazungumza siku chache kuanzia uh, leo hii ambako watakuwa sasa wakiimba ama wakieleza wimbo wa no reforms no election, ni kwa namna gani wanakwenda kuanza kutekeleza kueleza hiyo mipango sasa. Na unazungumzia tarehe ishirini na tatu itakuwa ni siku ya jumapili ya mwezi Machi. E, wanaanzia huko, e, kanda ya Nyasa, e, katika jiji la Mbeya ambako wataanza rasmi. Na tunafahamu katika ukanda huo e, utawakuta vigogo mbalimbali E, kama Sugu Joseph Mbilinyi kwa maana ya Sugu, lakini pia ndio ukanda ambako jimbo la Mbeya mjini ambalo Sugu alikuwa mbunge katika miaka kadhaa huko nyuma, sasa linaongozwa na spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Axon na rais wa umoja wa mabunge duniani. Kwa hiyo operation zinaanzia huko ambako pia kulikuwa kuna shida katika e, uongozi wa mwenyekiti wa kanda hiyo ya Nyasa ambako Joseph Mbilinyi alikuwa ni mgombea na wakati huo kulikuwa kuna vuguvugu nzito sana baina yake na yule aliyehama kutoka Chadema kwenda CCM mtumishi wa Mungu mchungaji Peter Msigwa. Kwa hiyo hili fukuto wameona walianzia hako, kuna maana kubwa sana kwa hiyo. Mfuatiliaji wa mambo utakuwa unafahamu ya kwamba eh, kuna namna fulani hivi kwamba ajenda hii ya no reforms no election itakuwa eh, inaanzia katika eneo ina hilo kwa maana ipi hasa sasa. Tukiachana na swala hilo Kiongozi huyu mwandamizi kabisa wa chama cha Chadema, naibu katibu mkuu bara, Amani Ngolugwa, ambaye alizungumza kwa ukaribisho wa e, Brenda Rupia ama Pendo Rupia ambaye e, kama anavyojiita yeye, huyu ni mkurugenzi mpya wa habari na uenezi wa chama cha Chadema. Kwa lugha rahisi tunasema ni msemaji wa chama cha Chadema, kama alivyo msemaji wa serikali, kama alivyo msemaji wa CCM na maeneo mengine ama taasisi mbalimbali. Huyu ni mwanadada ambaye sasa atakuwa ni msemaji mkuu katika majukwaa mbalimbali, na Amani Ngolugwa amesema huyu ndio ambaye atakuwa na mashirikiano na sisi na waandishi wa habari. Na katika mkutano huu ameanza kwa kupongeza mashirikiano baina ya waandishi wa habari na mkurugenzi wa mawasiliano aliyopita, na akasema anaendelea pale alipoishia mkurugenzi aliyepita, lakini akaomba mashirikiano zaidi baina yake na sisi waandishi wa habari kwamba tuwe na mashirikiano mazuri zaidi, na atakuwa E, atakuwa anajitahidi kutoa e, mashirikiano hayo baina yake na e, waandishi wa habari, lakini mambo gani hasa ambayo yametiliwa mkazo e, katika mkutano na waandishi wa habari kwa siku hii ya leo? tunazungumzia Machi 19. Mashirikiano na waandishi wa habari yamezungumzwa baina ya Chadema na waandishi wa habari ambapo Ngolugwa amesema kwamba e, anaomba zaidi waandishi wa habari wakaeleze ama wakajikite zaidi Eh, kuzungumza ama kuelimisha zaidi yale mabadiliko ambayo Chadema inayazungumza. Eh, hiyo no reforms no election ina maana gani hasa, wakajikite zaidi badala ya kuandika habari ambazo zinaweza kawa hazina mrengo wa kulisaidia taifa, kwa sababu wao wanaamini wanasaidia taifa katika uelekeo, wakiamini katiba inahitaji maboresho, tume ya uchaguzi inahitaji maboresho kulingana na kanuni zake za uchaguzi, ili mambo yaweze kwenda sawa. Hiyo ni rai ambayo ameizungumza Amani Ngolugwa. Sasa ukijaribu uki kuangalia zaidi e, msingi wa masuala a, matatu ambayo yamezungumza Ngolugwa uta, utaelewa kwamba Chadema wanakwenda sasa kunyumbulisha kudadavua, moja baada ya kingine, A to Z, moja mpaka kumi. Ni nini wanamaanisha wanaposema no reforms no election? Sasa hebu turejee kwanza katika mambo makuu matatu ambayo Amani Ngolugwa ameyazungumza kama naibu katibu mkuu, katibu mkuu wa Chadema kanda a, amini upande wa Tanzania Bara, akimsaidia kwa ukaribu kabisa John John Mnyika ambaye ndiyo katibu mkuu wa chama hicho kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema. Jambo la kwanza Amani amesema ni kupigania mabadiliko hadi wayapate. Sasa, operation za no reforms, no election ama ziara hizo, hizo ambazo wanazianza rasmi tarehe 23. Jambo la kwanza ama ajenda ya kwanza ni kupigania mabadiliko hadi yapatikane kwa mujibu wa Amani na kwa mujibu pia wa miongozo waliokubaliana wao kama viongozi waandamizi, na anasema sasa no reforms, no election ndio inamezwa katika ajenda hii ya kwanza, kwamba kupigania mabadiliko hadi wayapate. Kwa, kwa hiyo wataenza kueleza, wanakwenda kueleza hayo aina ya mabadili ya mabadiliko wanayoyazungumza na namna wanavyoyapigania hadi wayapate. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili amesema stronger together. Stronger together. Stronger together, wasimame kwamba wao wanapaswa kuwa imara kwa pamoja, kwa maana viongozi pamoja na wanachama. Na akasema msingi wa stronger together ni kuponyana majeraha na kuwa imara wote kwa pamoja. Utafahamu hiyo ni moja hashtag ya hashtag ama kauli mbiu ambayo imekuwa ikiandikwa sana hadi, hadi katika magari ya Chadema utakuta yameandikwa katika milango yake ama katika kuta za nje stronger together, kwa maana imara kwa pamoja, ikiwa ni eh kwa undani zaidi kwamba kuponyana majeraha. Na tunafahamu kauli ya stronger together ilizungumzwa na mwenyekiti aliyepita wa Chadema uh, Freeman Aikael Mbowe ambaye alisema kwamba e, tuponyane majeraha baada ya uchaguzi. Sasa hili limejumuishwa katika miongoni mwa masuala makuu matatu yanayozungumzwa katika ziara ya Chadema ambayo inaanza tarehe ishirini na tatu kwamba waponyane majeraha. Kuna watu waliumizwa ndani ya Chadema kama sehemu ya uongozi, kuna wanachama waliumizwa. Masuala ya uwazi e, kuweka kila kitu, masuala ambayo anayapigania katika serikali yaanze ndani kwanza waponyane majeraha eh, na wawe kitu kimoja. Hilo ni swala la pili ambalo analizungumza. Swala la tatu ambalo amelizungumza amani Ngolugwa, amesema chama kiendeshwe na wanachama, chama kiendeshwe na wanachama, na hapa wameweka mstari wa mbele kuonyesha mfano katika kampeni yao ya kuchangia no reforms, no election, kupitia kampeni ya tone tone tone nimo tome nami. Sasa anasema chama kiendesho na wanachama, kwa maana wanachama wachangie sasa sehemu ya operesheni za chama, kwamba katika kila ambacho chama inakiamini wanachama wawe mstari wa mbele kuweza kuchangia. Utagundua kwamba msingi hasa wa tone tone ni kukusanya fedha kidijitali na wale ambao watachangia moja kwa moja au vifaa kuweza kurahisisha kampeni ama ajenda ya no reforms no election bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa hiyo wanachama sasa moja kwa moja atakuwa wanachangia, uh, ajenda ya no reforms no election. Hakuna, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa hiyo wanachama watakuwa ndio wanatafsiri ama ndio wachagizaji wa operations za Chadema, bali wanachama aamini, ah, viongozi ndio watakuwa wanatafsiri moja kwa moja. Hilo ni swala ambalo limezungumzwa lime, kama ni mambo makuu matatu. Na mgawanyo wa majimbo ni miongoni mwa ajenda ambayo pia inaenda kuzungumzwa katika yale mabadiliko, kwenye ile ajenda ya kwanza ya kupigania mabadiliko hadi wayapate, ndani yake watazungumza mgawanyo wa majimbo, ambako Chadema wao ni, ni chama ambacho kimeigawa Tanzania katika uongozi kwa mifumo ya majimbo kama ilivyo Kenya pamoja na Marekani na wamekuwa wakitolea mifano hiyo mara kwa mara. Marekani ni ni, ni, ni muunganiko United, United wa majimbo mbalimbali ni state ambazo sasa ndio zinaenda kuunda Marekani yenyewe, na Chadema ndivyo ambavyo wamefanya na wanapendekeza katika, katika katiba ya Tanzania izungumze muundo wa kiserikali ama muundo wa wakilishi kutoka katika ukanda wa majimbo baada yake na si kuwa mbunge tu ambaye wa jimbo fulani kwa kuna ukanda wa majimbo ambao wabunge katika maeneo yale wanakuwa na kamiti zao ambao kuna kuna mwakilishi ambaye anaenda sasa kusemea katika jimbo, hawa anajaribu kukueleza eh, kwa uchache kulingana na uelewa wangu wa kufanya eh, mijadala ama programu hizi namna ambavyo uwakilishi wa majimbo eh, wa ukanda unavyomaanisha unavyozungumzwa, eh, ni kwa mujibu wa wataalamu wa mambo. Eh, sisi kazi yetu ni kuwasilisha tu, lakini hivyo ndivyo ambavyo huwa wanamaanisha lakini jambo la pili katika kupigania mabadiliko ni kuzungumza kuhusiana na dosari za uchaguzi. Dosari za uchaguzi ambazo zinazungumzwa ni, e, ni zile ambazo CHADEMA e, amekuwa akizilalamikia katika uchaguzi wa mwaka 2019, uchaguzi wa mwaka 2024, lakini pia uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka 2020 na hizi chaguzi za mwaka 2024 ninazozungumzia ni zile chaguzi za serikali za mitaa, eh, wamezilalamikia sana, zimekuwa na dosari mbalimbali mbali. Eh, kura zinanunuliwa makaratasi feki yanaprintiwa yanachapishwa na nani wa kuchapisha makaratasi yao na mambo kama hayo. Kwa anaenda kuzungumza kuhusu dosari za uchaguzi ambazo kwenye kamati ama amini, kwenye tume huru ya uchaguzi inapaswa kuzishughulikia hizo dosari za uchaguzi. Lakini kwenye mgawanyo wa majimbo, katiba inapaswa kubainisha bayana kuhusiana na mgawanyo wa hayo majimbo katika kanda mbalimbali. Ni masuala ambayo CHADEMA wao wanayasema wanaenda kuyashughulikia moja kwa moja sasa mambo makuu ya kukoleza wino ni kupigania mabadiliko hadi yapatikane stronger together kuponyana majeraha na chama kiendeshwe na wanachama wenyewe. Hayo ni mambo ambayo CHADEMA wanaenda kuzungumza nayo katika ziara ambazo wanazianda, wanazianza Machi 23 wakianzia katika ukanda wa Nyasa unaojumlisha mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya pamoja na Iringa. Na jopo zima la viongozi wa kitaifa waandamizi kuanzia mwenyekiti mpaka wale wa ukanda wa Nyasa watakuwepo, kwa maana unazungumzia mwenyekiti Lissu, katibu mkuu, makamu mwenyekiti eh, lakini eh, manaibu katibu mkuu wa upande wa Tanzania bara pamoja na Zanzibar watakuwepo. Yani ni full house ukanda wa Nyasa katika siku ya Jumapili, Machi 23. Mtazamo wako ni upi katika hili? Tuambie katika uwanja maoni na